Harufu ya mboga, kwa hiyo umekaa hapa, mboga zinaungua jikoni, si ndio? Nakuuliza wewe, mboga zako na maana zinashindwa kunusa unashindwa kuhisi hata harufu ya kwamba kitu kinaungua. Haya, achilia kuungua, nafika pale nakuta mboga imepungua. Kwahiyo inaungua na kupungua, sindio? Hapana, mme wangu nisikilizi, sawa? Tuko hapa tunakata pamoja nyama, sawa? Nilikuwa na hesabu vipande, unakata mi na hesabu. Alafu nafika kule kwenye chungu nakuta vipande, vipande vimepungua. Ina maana sasa unataka kunizunguka sio? Ina maana unanizunguka mimi, unapunguza mboga a kisirisiri? We, mwanamke wewe, bwana, binafsi sana wewe, unanibinafsi hata mimi mume wako? Ah, hapana, sio kwa nyama, nakwambia sio kwa nyama. Mke wangu, hapa mimi na wewe tutagombana tena, nitakupiga, ntakupiga mimi we, sijakupiga mda mrefu. Jamani, tulikuwa tumekaa ute hapa hizo nyama iyo, yapa, mimi nimekula ni, ni, ni saa ngapi? Kwa hiyo kukaa pamoja hapa ndio mimi nijue kwamba umekula saa ngapi? mimi najuaje? Ah. Basi naomba unisamee mume wangu. Sasa msamaha wako kwangu, utakula ugali na mchuzi tu, hizo nyama umeshakula kupenda kwa moyo wa kweli, nikatoa vyote nilivyoweza, nikakubali mateso na dharau ili tu niwe na wewe. Lakini kila siku ni